Nje kidogo katika kutafuta maisha, lakini nimerudi nyumbani kuungana na nyie, ndugu zangu, ili tumtoe huyo ndoro Idi Amin. Kwa kifupi tu, mimi nilianza rasmi ku, kusaidia hapa nyumbani katika masuala ya harakati si mwaka 2011. Wengine labda mnaweza mkajua nimefanya nini na, kartisi, marka, na ikile, nyeza, mkajiwa, nini, lakini nafikiri moja matunda yangu, hii ofisi tunaiona hapa, nimeweza kukarabati ofisi, nimeweza kuweka kila kitu ndani kuonyesha mapenzi yangu ya kuleta mabadiliko kwetu nilikozaliwa. Kwa wale wanaosema kwamba, wote nifikapo, nimetembea nimekuta maneno mtani, kwamba huyu sio raia, huyu sio raia, raia wa Marekani hapa atufai. Lakini ndugu zangu, na waekeni wazi kabisa, mimi sijawa raia wa Marekani, mimi ni Msagala kwa baba na mama Nimekuja hapa nishikiane na nyinyi, tutakula kalagabua pamoja, mnenda mwage pamoja, nyanya chungu pamoja, matembele pamoja, mpaka kieleweke. Matatizo ya Kilosa yatatuliwa na sisi wenyewe wenye Kilosa, sio Dr. Sila wala mheshimiwa Mbowe wala watakuja kutusapoti baada sisi sizi kuona kweli tumeamua lakini tiketi yote kama alivyosema mgombea mwenzangu, change za kuja siku mbili tu, tarehe kumi na sita ukijiandikisha na tarehe ishirini na tano ukipiga kura. Kwa hiyo ndugu zangu, nachoomba nacho cha kwanza kabisa, naomba tusimame kama Kilosa, tutoe tofauti zetu zote tulizonazo. Waathirika wakubwa na sisi wenyewe, mmeona. Nimepata habari kwamba watu wamefukuzwa pale katika maanga kama vile mbwa. Sasa mtu anakuwa mkimbizi ndani ya nchi yako utakwenda wapi? Kwa hiyo mimi ninachoomba kwa dhati kabisa kutoka ndani ya moyo wangu tusimame kama Kilosa tuweze kuikomboa Kilosa. Hilo ndo la msingi la kwanza, naomba tulie kiwazi kabisa kwa sababu tumeathirika hata tukisema nini leo hii. Kwa sababu tumesema kuna mafisadi, ni karibu kila mtu anajua hiyo jambo. Lakini naomba leo tupige mstari wa kondo nyuma, kwamba hapa tunakwenda wapi? Mafisadi tuanzie hapa, tunakwenda wapi? Mafisadi wamefanya hiki wamefanya hiki, haikitakusaidia kitu. Sisi tunakwenda wapi kuanzia leo hii? Tufanye mabadiliko ndani ya moyo wako, tufanye maamuzi yenye